Asalamu aleikum wa rahmatullahi taala wabarakatu. Mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti, karibu tena katika simulizi zetu za sauti ambazo umezoea kuzipata hapa na hii. Siyo simulizi nyingine, inaitwa mtoto yatima sehemu ya 34. mtoto yatima ni simulizi ambayo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 msikilizaji ni kukaribishe sehemu yetu ya 34 ya simulizi hii inayoitwa Mtoto Yatima, tuendelee kuidadavua ili tuweze kujua hatima ya maisha ya huyu binti wa kuitwa Shola Dismas ambaye ni yatima, tuone yatafikia wapi. Baada ya kuzungumza maneno hayo, Amini bin Nasoro alifurahi kwa sababu tayari amesikia maneno mazuri ambayo yametoka katika kinywa cha Shora Dismas ambapo hakutegemea kabisa kama endapo angeweza kusikia mambo mazuri kama hayo. Na baada ya, baada ya kuzungumza maneno kama hayo, hapo ndipo ambapo Amini bin Nasor na yeye alizungumza huku akisema Hapo ni vizuri kabisa, bora hata nilivyokusikia ukiwa umezungumza we mwenyewe, kwa sababu hapa mimi nimekaa nikiwa na wasiwasi wasi, kama endapo ninaona kama vile watakuja kuniibia, kwa sababu unaenda mbali na mimi eti, kwa hiyo siwezi nikajihakikishia kwamba nitakuwa na wewe muda wote lakini kwa vile umesema wewe mwenyewe kwamba na wewe wanipenda kama ninavyokupenda mimi, basi nashukuru. Tutaendelea kuwasiliana kupitia simu ya mama, na nitamsumbua yani mpaka atakoma. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo wote walijikuta wanacheka kwa pamoja, Bimwamini pamoja na Shola Dismas. Shola Dismas hapo mwanga mpya umepatikana kwa sababu tayari ameshapewa fedha kwa ajili ya kwenda kutafuta eneo la kupanga atoke karibu kabisa na Ogena ambaye anamfanyia vitimbwi. Na wakati wote huo wanazungumza, Ogena alikuwa pembeni yao, lakini akimtazama Shola Dismas kwa jicho li la hasira kweli kweli, lakini hakuwa na namna yoyote ile ya kufanya, kwa sababu mama yake yuko hapo hapo, hawezi akafanya chochote kinachohusiana na hasira, anaogopa. Kwa hiyo kilichofanyika hapo, Bimwamini aliwaamrisha ili waweze kuondoka kwa pamoja, na wakaondoka. Hapo ndipo Shola Dismas aliamua kumwaga vizuri kabisa Amini bin Nasoro, na hatimaye Bi Muamini naye akasisitiza kabisa kwamba watakuwa pamoja, kwa sababu watakuwa wakiwasiliana kwenye simu. Kwa hiyo atakuwa anapewa simu Amini bin Nasoro ili waweze kuwasiliana na kipenzi chake huyu binti wa kuitwa Shora Dismas. Hapo ndipo walipoweza kwenda moja kwa moja, wakafika mpaka pale mgahawani. Baada ya kufika pale akaambiwa, Ogena abaki anashughulikia vile vitu ambavyo vinatakiwa kushughulikiwa, pike chai hapo, na pia wateja watakapokuwa wanakuja aendelee kuwahudumia, wakati bimwamini akiwa me, ameondoka na Shola Dismas kwenda kumnunulia simu pamoja na kumsajilia laini ili aweze kukaa hewani. Sasa Ogena alikubali kwa sababu ye mwenyewe lengo lake hakutaka kabisa, wala hapendi kabisa kuendelea kumuona Shola Dismas akiwepo hapo. Kwa hiyo alikubali vizuri kabisa, yani amtoeshe kabisa mbali kabisa na macho yake, na hatimaye waliondoka hapa mgahawani, aliendelea kufanya kazi hizo Ogena, wateja wakiwa wanakuja baadaye. Baada ya kumaliza vyote hivyo kumsajilia laini pamoja na kumnunulia simu, Bi Mwamini aliagana naye huyu Shola Dismas. Baada ya kuagana tayari, akamwambia aanze kutafuta nyumba katika upande ule wa pili wa senta kule pembeni pembeni kule chini, lakini Shora Dismas alikubali, na kweli akaanza kutafuta eneo ambapo anaweza akapanga. Kwa hiyo wakaagana pale, wakashikana mikono kwa upendo na hatimaye bimwamini akarudi katika mgahawa wake. Shora Dismas alitembea hapa na pale akiwa anaendelea kutafuta hapo ndipo ambapo wali, aliamua kuteremka. Kulikuwepo na njia ambayo inaelekea inaelekea sehemu za mabondeni, ambapo alienda moja kwa moja akakutana na sehemu ambapo wamelima mchele mwingi. Kwa hiyo yani pale ambapo mpunga umeota, akawakuta watu wakiwa wanajaribu kuvuruga yale matuta ambayo wamepanda mpunga. Hapo ndipo kuna binti mmoja ambaye alimuona Shora Dismas akiwa anatembea na mabegi akiwa njiani, hapo ndipo ambapo aliamua kujikakamua, akaanza kumuita, we dada, dada Ninakuompa kwanza njoo kwanza hapa. Baada ya kusikiliza kwa muda mfupi, akasikia sauti hiyo ikiwa inamuita moja kwa moja, aliamua kusimama na alikuwa ameshapapita kidogo, lakini aliamua kurudi nyuma kuja kumsikiliza huyo binti ambaye amemuita, na baada ya kufika pale alianza kumhoji huku akisema mbona, hmm, tunakuona kama vile una mabegi, unaelekea wapi? Mbona mambo yamekuwa mazito, umefukuzwa na mmeo? Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, Shola Dismas alizungumza huku akisema Dada hapana, mimi sijafukuzwa, ninatafuta eneo tu la kupanga. Mimi ni mpangaji, kwa hiyo humu ni mgeni, nimekuja natafuta eneo pa kupanga. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, yule binti akazungumza huku akisema Aha, kumbe unatafuta eneo pa kupanga. Basi inatakiwa niache kwanza shughuli zangu nikupeleke nyumbani kwangu. Nyumbani kwangu nina sehemu ambako ninapangishaga. Twende basi nikupeleke, au nasemaje? Au kuna sehemu nyingine utakuwa umepata? Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, Shola Dismas naye alizungumza huku akisema, mm. <clears> Hapana. <throat> Sijapata sehemu nyingine pa kupanga. Ndio maana nimekuambia ninatafuta sehemu pa kupanga. Kama endapo kwako patakuwa ni pazuri, basi nipeleke niende nikapange. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, yule binti alizungumza huku akisema. Papo na wala hata mimi sina, sina, sina gharama kubwa sana kwa sababu mimi wangu napanga tu chumba, ni shilingi elfu tano tano tu. Hmm, kuna umeme pale, kuna maji, namshukuru Mwenyezi Mungu, sijakosa na mme wangu amesafiri. Alikuwa ananiambia kwamba nitafute watu ambao watakao kuwa wana, wana endelea kusafisha katika ile nyumba ya pale nitafute mpangaji nimweke. Kwa hiyo kama umepatikana, basi twende, wewe ni kuweke pale, ili uende ukakae. Mimi kwa vile mume wangu bado hajarudi, basi mimi nitakupa miezi miwili ukae bure, unisaidie saidiepo. Atakapokuja mimi nitamwambia kwamba nilikuwa na kulipisha, kumbe hamna lakini nitampa hela yangu mimi mwenyewe. Nimekuona kama ni dada mwenye busara, hivi sasa nimetokea kukupenda, naonekana kabisa utakuja kunisaidia mambo mengi, nawezekana na unayo mambo mengi, unaweza ukajua mambo ya maisha hmm, ukanisaidia. Twende mdogo wangu, twende niache kwanza hii alafu nitakuja kuifanya baada, twende kwanza nikakuonyeshe binti. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, huyo binti aliondoka naye moja kwa moja mpaka kwenye hizo nyumba ambazo anaziongelea. Alikuta ni nyumba moja ambayo ina vyumba viwili na sebule na singo tatu hapo ndipo ambapo alipoambiwa na kuelekezwa kwamba anaweza kaishi hapo, na ni nyumba ambayo imezungukwa na migomba, lakini ni nyumba nzuri, ina sakafu, ina umeme ndani, imejengwa kwa parabati, ni nzuri. Kwa hiyo pale Shola Dismas alipakubali. Baada ya kuingia ndani na kuangalia mandhari yaliyopo ndani, wakakubaliana. Shola Dismas akachomoa shilingi elfu kumi ili aweze kulipia miezi miwili, lakini huyu binti aliikataa na akamwambia kwamba kutokana na kwamba ameshamwahidi kwamba miezi miwili atakaa bure, basi inabidi aendelee kukaa bure. Na kweli Shola Dismas baada ya kupata zama, alipakuta ni pachafu vibaya mno, yaani mpaka na choki lishafungwa na kufuli lisha lina kutu kabisa, yani kiasi kwamba hakuna hata mtu ambaye anakaa hapo, ikimaanisha kwamba kuna kuna namna fulani hivi ambayo huenda ilikuwa ikifanyika, mtu alikuwa anaendelea kukaa hapo. Huenda ilikuwa ni nyumba ya mtu fulani aliyeshawahi kukaa hapo. Kwa hiyo hilo kufuri Shora Dismas alilitoa kwa kulivunja, kwa sababu hakujua kufuri, yaani funguo zake ziko wapi alilivunja na walikubaliana kabisa na yule binti mwenzie, lakini sema yeye ni mkubwa, ni mwanamke mwenye miaka karibia ishirini na sita hivi ambaye bado hajamtambua. Lakini walikubaliana, akavunja ile kufuli ambayo ilikuwepo pale kwenye kile choo, akaenda kuangalia ndani, matandabui mengi na kila kitu. Hapo ndipo ambapo walipomuomba aweze kumletea vifaa vya kufanyia usafi hapo ndipo ambapo walipomwambia waondoke kwa pamoja, ili aweze kwenda kupaona kwake kabisa, ambapo anakoishi. Walitoka kwenye nyumba ile ya chini mabondeni, wakapanda juu kwenye ka kilima fulani hivi, ambapo wakakutana juu kwenye hako ka hicho ki, kilima kuna kaa senta fulani hivi ambapo pembeni yake ndo kulikuwa na nyumba ambapo anapokaa yeye. Kwa hiyo ile nyumba ya huku mabondeni hakuwa akikaa yeye tena. Alipokuja kuulizia hako ka kijiji wanakahitaji, akaambiwa kwamba ni ka kijiji ambako kanaitwa Kamlaguzi. Mlaguzi ni kijiji ambacho kinapatikana ndani ya nya Mboge lakini hapo Mboge maanake ni eneo la senta kubwa, yaani tunaweza tukasema hako ni ka senta ambako hapo pembeni ya Mboge. Mboge ni mjini kabisa ambako ni eneo kubwa kabisa na senta yake ni kubwa, ni tofauti na hako ka senta ka mlaguzi ambako kapo juu kabisa ya kilima fulani hivi baada ya kupita mabondeni. Basi alichukua vile vifaa akashuka naye mpaka huko chini hadi pale kwenye hiyo nyumba aliyopewa. Alipita pale sokoni akiwa na huyu dada mwingine, akapita kwenye duka moja kanunua kufuri mbili ndogo pamoja na kubwa, wakashuka wote kwenye ile ile. Kufuri kubwa kaiweka kwenye mlango wa hiyo nyumba hiyo, ambapo hata kwenye hizi singo nyingine tatu zimefungwa, lakini kufuri zake na zenyewe zimechakaa, zina kutu. Kwa hiyo hizo hizo singo tatu hakuweza kufungua, alikuta tu hii nyumba kubwa ndiyo kufuri lake lililo kuwepo ndio huyu dada ana funguo yake, na ndo ambapo alipomfungulia ili aweze kuangalia. Alipojaribu kumuuliza katika kufuri hizo nyingine, akaambiwa ufunguo wa singo moja anao, lakini aliuweka kwenye nguo, kwenye begi lake, yaani huyu mdada huyu kwenye begi lake la ndani. Kwa hiyo ataenda kum, kumtafutia ili aweze kumchukulia, lakini hizo singo mbili nyingine funguo zake aliondoka nazo mume wake. Wakakubaliana, akafanya usafi mzuri kabisa mpaka kule kwenye migomba kote akafanya usafi na kwenye kile choo akafanya usafi, mambo yakakaa vizuri kabisa. hatimaye yule dada akaagana pamoja na Shora Dismas, yeye akaondoka moja kwa moja mpaka kwenye yale yale matuta ambayo alikuwa anaendelea ya kuvuruga matuta ya mpunga. Shora Dismas alikaa chini na kuanza kuwaza, hmm. Hivi ni mimi ambaye nimepata familia ya kuishi mimi mwenyewe hivi ni mimi ambaye nimepata sehemu pa kuishi tofauti na kwa kinaogena vipi? Hapa kweli kutakuwa kuna usalama siku zote, au na penyewe kuna vitu ambavyo vitakavyojitokeza ambavyo mimi vitanifanya nianze kuchukia? Hivi kweli hapa nipo salama? Lakini mbona huyu dada amenipokea vizuri? Kuna tatizo ambalo litakalo kuja kujitokeza? mimi nachomwomba mme wake aendelee kukaa huko huko, kwa sababu atakaporudi nahisi kama na yeye anaweza kunifanyia vitimbwi. Watakuwa kweli wamewasiliana mpaka yeye kunipangisha mimi, au atamwambia kama mpangaji amepatikana? Kweli hilo hmm, ni jambo la kusubiri, lakini wacha niende pale senta, kwa sababu najua nikirudi huku Mboge hiyo senta iko mbali, mboge mjini ni mbali. Kwa hiyo bora nipande juu ya kilima huku mlaguzi, niende nikanunue kila kitu ambacho ninachohitaji kukinunua, alafu nianze maisha yangu. Ipo siku nitakapoenda nimchukue Amini, nimlete mpaka kwangu, lakini ambacho nachokitaka nitamwambia mama amuandae vizuri. Ya Amini, itabidi niende nimchukue wakati Ogena hayupo. Sitaki kabisa aje kugundua sehemu ninapoishi, anaweza kunitumia hata majambazi wakaja kuniua. Na mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti Sehemu ya thalathini na nne ya simulizi inayoitwa mtoto yatima imeishia hapa. Tumemwona amini bin Nasr, akiwa na furaha kubwa sana baada ya kuambiwa maneno hayo yenye faraja na shola Dismas. Pia tukamwona bimwamini akiwaamrisha ili waweze kuondoka wote mpaka kule mgahawani ambapo ni mboge mjini na kweli wakaenda. Baada ya kufika pale, Ogena kawa amepewa kazi ya kupika chai na kuendelea kwa, kwa karimu wale wateja ambao wanaokuja kuwahudumia, wakati yeye bimwamini anaondoka na Shora Dismas kwenda kumnunulia simu na kumsajilia laini ili aweze kwenda kutafuta maisha yake, na pia tumeona wakati anaendelea kutafuta eneo pa, sempa kupanga, huyu Shora Dismas amekutana na bidada mmoja katika mabonde fulani hivi ambayo yamepandwa mpunga akiwa na vuruga, akiwa anataka kupapita ili aweze kuelekea mbele zaidi, kwa sababu alikuwa akiona nyumba zipo kule mbele. Hapo ndipo huyo binti aliamua kujitutumua na kumuita na akageuka, na hatimaye akaenda mpaka kwa huyo binti. Huyo binti ndo akaanza kumuongelesha mpaka wakafikia hatua ya kusema kwamba yuko tayari kumpangisha, lakini miezi miwili atampa bure na kupanga kwake huwa ni shilingi elfu tano.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 Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo: 0752 73 25 15